Na vilevile vile, iko kwenye Mandela principles takuletea taku, taku, baadaye na haki ya kuabudu mheshimiwa. Kila Jumapili, wa Wakristo na mimi ni Mkristo, Wakristo wanafanyiwa ibada na ma, magereza kuu la Ukonga every Sunday na kwenye siku kuu za, za, za, za Kikristo wafungwa wanafanyiwa ibada gerezani. Mimi nilikwenda nilipelekwa Ukonga siku ya Ijumaa Kuu asubuhi, Ijumaa Kuu, na nilipopokelewa immediately nilimwomba mkuu wa gereza nikasali sala ya Ijumaa kuu, akakataa. Jumapili ya Pasaka nikamwambia mkuu wa gereza, nataka niende nikasali Jumapili ya Pasaka, akakataa. Jumatatu ya Pasaka, bwana jela, nataka niende kusali, akakataa. Na amekataa, nimeomba na amekataa. Kila Jumapili, including ya jana, wafungwa wengine wote wanakwenda kusali isipokuwa mimi na wengine ambao nitawataja hapa muda si mrefu, isipokuwa nini? Kanuni ya 14 inasema, a minister of religion, that is 14:1 a minister of religion shall be admitted at proper and reasonable times to a prison to visit prisoners Kiongozi wa kiroho ataruhusiwa gerezani kwa muda unaofaa kutembelea wafungwa, sio kwenda kuwaambia kuwa habari gani, hakuna uh, chai kule, wala kunywa nao chai, kwa hamna chai. Ni kwenda ku, kuwapa huduma ya kiroho Waislamu every, every Friday. Sisi Wakristo every Sunday and every Christian holiday. Wote wanakwenda isipokuwa huyu mhaini ambaye hawezi hata kuomba Mungu. Hatakiwi. Sio hawezi, hatakiwi kuomba, hata kuomba Mungu Fort